Arsenal yaishinda Bayern baada ya kuonyesha mchezo mzuri kipindi cha pili. Mikel Arteta anasema Bayern Munich ndio eti timu bora zaidi barani Ulaya, lakini baada ya kuwashinda kikamilifu na kudumisha rekodi yao ya mia moja asilimia katika ligi ya mabingwa, je, huu ndio usiku ambao Arsenal walijitangaza kuwa washindani wakubwa? The Gunners wamekuwa bora msimu huu wakishinda 16 wakitoa sare mbili na kupoteza mechi moja tu katika mashindano yote. Arsenal pia wameshinda mechi zao tano za kwanza katika ligi ya mabingwa kwa mara ya kwanza tangu msimu wa 2005 hadi 2006 walipofika fainali yao pekee katika mashindano. Kikosi cha Arteta ndio timu pekee iliyobaki na rekodi ya mia moja asilimia katika ligi ya mabingwa msimu huu, baada ya kumaliza rekodi ya michezo mitano bila ushindi dhidi ya mabingwa wa Ujerumani ambayo ilianzia 2015. Imani ipo kwa Arsenal. Unaweza kuhisi inaongezeka kila wakati. Beki wa zamani wa Arsenal na Uingereza Matt Upson alisema kwenye BBC Radio 5 Live. Wanaweza kuwa na viraka katika mchezo ambapo wanaweza wasicheze vizuri hivyo au wana michezo ambapo wanaweza wasifanye vizuri sana, lakini msingi umejengwa kwa hivyo haushuki chini ya kiwango fulani. Kabla ya Arsenal ingekuwa na milipuko hii mizuri lakini wangekuwa na mechi ambazo zilifuata mara moja. Hatuoni hilo sasa. Ni ushuri saba wakati wote wakati mwingine inaweza hata kwenda ushuri tisa, lakini wanaendeleza tu michezo hii. Bayern hawakushindwa msimu huu kabla ya kukutana na Arsenal, na walikuwa wamepoteza michezo mitatu tu kati ya hamsini na mbili iliyopita ya ligi ya mabingwa kabla ya hatua ya mtoano. Kwanza kabisa lazima niwapongeze wachezaji wetu kwa sababu nadhani walikuwa na mechi ya ajabu dhidi ya, kwa maoni yangu, timu bora zaidi barani Ulaya, Arteta alisema. Kila mmoja wetu tulikuwa wakubwa katika kutatua changamoto zote ambazo timu hii huleta mezani. Wanajua jinsi tunavyojitahidi kujiandaa kwa kila mchezo, tunajua kwamba tofauti ni ndogo sana. Tulianza wiki vizuri sana dhidi ya Spurs, tukishinda hapa nyumbani leo ni ushindi mwingine mkubwa, lakini ndio hivyo tu. Sasa tunaenda nyumbani kula chakula cha jioni kizuri, na kesho asubuhi tunaanza kujiandaa kwa Stamford Bridge ugenini dhidi ya Chelsea ya Jumapili. Kiungo wa Arsenal Declan Rice ambaye alipewa tuzo ya mchezaji bora wa mechi na UEFA pia alihisi kwamba ilikuwa hatua kubwa kwa Arsenal wanapotarajia kushinda kombe kwa mara ya kwanza tangu 2020. Tazama Bayern Munich msimu huu wamekuwa timu bora zaidi barani Ulaya. Huenda huu ulikuwa mchezo mgumu zaidi wa kimbinu ambao tumecheza msimu huu. Jinsi wanavyofanya kazi ni vizuri sana, Rice aliambia TNT Sports Tulicheza nao kwa nguvu katika kipindi cha pili na nilidhani usiku wa leo tulikuwa bora. Meneja anafurahi sana, ilikuwa usiku maalum wa Ulaya. Ndiyo hakika, ninahisi tofauti na msimu uliopita, kuna viongozi wengi katika timu. Tunacheza mchezo mmoja baada ya mwingine, kuna njaa na hamu ya kushinda kila mchezo. Kuna safari ndefu, tusijilaumu.